Nasikizeni watu wa Muranga. Mimi kuwa rais ni kwa kura zenu. Ama, sindio? Ama namna gani? Si ni kwa kura zenu? Kwa sababu hiyo ndio mnaketi hapa, niwaeleze kura yenu mulinipatia nimeifanyia nini? What have I done with it? Na kuna watu wanajidanganya ati mimi ati nitawachana na watu wa Muranga. Those people wanaota ndoto ya mchana. Sasa mimi nataka niwaulize, watu walinipatia kura mpaka nikakuwa rais, nitawachana na wao kwa sababu gani ama namna gani? My friends, na nyinyi mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Muranga. Si mulinipatia hii kazi ama namna gani? Na munataka kujua hii